Familia ya mlinzi aliuawa akiwa kazini eneo bunge la Tongaren, Bungoma imeelezea kutoridhishwa na jinsi idara ya upelelezi inavyoendeleza uchunguzi kufuatia mauaji hayo ya kinyama. Vilevile vile familia hiyo imesikitika jinsi usimamizi wa chama cha ushirika cha wakulima cha kahawa cha Mahanga inavyoharakisha mipangilio ya mazishi ya mlinzi huyo Ben wa Nyonyi bila kuhusisha familia yake. Wanyonyi alikuwa mlinzi wa chama cha ushirika cha wakulima wa kahawa cha Mahanga. Serikali iingilie kati, kwa sababu vile kunaenda, tunasukumwa na kampuni ya kwamba tupange siku na tarehe ya kuzika. Je, utazika mtu ambaye haujajua alikufa namna gani? Je, utaendeleza mat, mat, matanga bila kujua. Tulipata uh, habari ambayo hatujathibitisha kwa, kwa, kwa, kwa uhakika ya kwamba kuna kesho harambe ambayo inapangwa. Je, harambe utapanga harambe bila kuhusisha familia. Ninataka serikali ingilia katikati, nichue ukweli wa mzee wangu, ninataka tu ukweli uonekane. Ndipo mzee wangu akuche, alafu tufanye mashishi yake. Na mtazamaji wa kulima